Taarifa zetu kwa kuangazia taarifa kuhusu hali ya wasi wasiwasi ambayo imewakumba wakazi wa Wajir baada ya ugonjwa wa ngozi kuwakumba watoto wa eneo hilo kwa muda mrefu. Ugonjwa huo ambao kulingana na madaktari sio hatari kwa maisha yao umewalemaza baadhi ya watoto hao na kuwakosesha haki ya kwenda shuleni. Mtoto mmoja tu ameweza kuletwa Nairobi kwa matibabu, huku ikibainika kuwa zaidi ya watoto kumi wamepata ugonjwa huo. Mtazamaji, tunatoa tahadhari kwamba picha tutakazoonyesha kwenye taarifa hii si za kuridhisha. Miski Bule hataki tena kuonekana hasa na watu asiyowajua. Juhudi za kumtaka tuonyeshe angalau mikono yake na miguu ligonga mwamba. Miski ni mmoja wa watoto kutoka kaunti ya Wajir waliokumbwa na maradhi ya ngozi yanayotatanisha. Hapa Miski yupo Nairobi kwa matibabu ameanza matibabu hayo katika hospitali kuu ya Kenyatta baada ya kaunti hiyo na wafadhili kumleta hapa. Kulingana mamake, hivi ndivyo Miski alivyozaliwa. Hiyo suku amezaliwa yeah. Ni mzima yeah. Yeah, baadayelafu hii ngozi amepanda. Azaliwa na mwenzake pacha aliyekuwa na hali hii ya ngozi lakini alifariki akiwa na umri wa miaka miwili tu, baada ya mamake kujaribu kuwatafutia matibabu kwa muda na hatimaye kuvunjika moyo, apeleka hospitali Kenyatta nimelalisha mwaka moja nimerudi nyumbani, hakuna mtu amae encourage hivyo kumambiaukonja oh, ni kitu ambaye inawezaisha ina, yeah. kuja mpeleke ama kuna support yote amaye ipata yeah. aweze kupeleka mtoto wake hospitali yeah. Lakini wiki hii na matumaini ya kupata nafuu baada ya kupewa dawa na mafuta, tayari ngozi yake imeonekana heri kuliko ilivyokuwa awali. <coughs> lakini hali ni mbaya zaidi kwa wenzake zaidi ya wanane katika kaunti ya Wajir, waliozaliwa na ugonjwa huu wa kukauka na kubambuka ngozi wakati wote. Most of the time, hawa watoto wanakuanga very uncomfortable in Wajir County just because you are in, in that station of ours, because Wajir unajua ni kunakuanga na joto sana, so huwa wanasikia joto sana na wanasikia kujikuna kuna, this only is more of aesthetic Mama Olei ana watoto wawili walioko katika hali hii. Abdiya Hassan wa umri wa miezi tisa tu na kakake wa umri wa miaka minne, Abdurrahman, wameathirika pakubwa. Abshir Salati anadaiwa kuwa katika hali mbaya zaidi ya wote, ni mvulana wa umri wa miaka kumi. Anadaiwa kuwa hali hiyo ndio ilisababisha yeye kutoweza kutembea baada ya kukosa ujasiri kutokana na alivyotengwa. Hali ya ukosefu wa fedha umewazuia wengi kutafuta matibabu kwa wana wao. Ni ugonjwa ambao umesababisha unyanyapaa dhidi ya watoto waliozaliwa nao katika jamii ya Wajir. Wengi wamekosa kwenda shuleni, watakuna mmoja kati yao wameaienda shule Umama nasema, na ukiuliza mama anasema anaogopa watoto. Mtoto wangu anatukanwa kwanza, kama wale wengine wote wanasema hata wajai toka kwa ploti yao mm. hawatumi duka, hawezi akapelekwa duksi, ingawa jasemekana ni hali tu ya ngozi na wala si ugonjwa. Picha za watoto hao ni za kutamausha, huku mikakati ya kuwatibu watoto hao ikipangwa. Narefuwa na watoto wengi zaidi katika kaunti hii wanaogua ugonjwa wa ngozi, na hata wanaozaliwa pia wakionyesha dalili. Agnes Penda, Dira awiki KTN News.